Tumeona mwenendo wenu kwenye hizi mechi mbili tatu, mm. haujawa ni mzuri sana kama ambavyo mlivyofanya dhidi ya Dodoma Jiji, mkaenda nyumbani mkafanya dhidi ya Azam. Ni kitu gani hasa ambacho kimeingia hapa katikati? Kimekuwa yeah, uh, ni dosari ya kwanza ni ku, ni ku, kwenye mpira wa miguu kuna vitu viwili, ili uweze kupoteza mchezo wa mpira wa miguu ni ama ubora wa wapinzani ama madhaifu yako, wote yafanya ili hicho kitu kiweze kutokea. Kwa hiyo kwenye michezo iliyopita dhidi ya Young Africans ambayo tumefungwa, tumefungwa na Kagera Sugar magoli mawili kwa moja. Of course pamoja na mambo mengine tuna appreciate kwamba walijiandaa kuliko sisi. Kwa mfano mechi iliyopita Kagera Sugar walitumia nafasi kuliko ni sisi, lakini pia ni sisi na walikuwa wamejitolea kuhakikisha wanavuna alama tatu. Kwa hiyo hiyo hiyo kwetu imeshapita na haiwezi kurudi, kwa hiyo kwa sasa ni focus ni michezo ambayo inafuata. Jibu lako ni kilijibu kwa moja, moja kwa moja kwamba moja ni, ni, ni weakness ambazo tulizionyesha sisi kwenye hiyo michezo miwili ambayo umetoka kuizungumza Yanga pamoja na Kagera, lakini kingine ni quality ya wenzetu kwenye hiyo michezo miwili eh, namna ambavyo walijitolea na vitu vingine, ndio maana wameweza kupata ushindi mbele yetu. Kupitia hayo ambayo sasa yamejitokeza kwenye michezo miwili, sisi kama klabu yanatupa alert kwamba tulipo sio sehemu salama, tulipo sio mazingira mazuri, kila mmoja kwenye klabu, shabiki Kiongozi, wachezaji, benchi la ufundi, kila mtu akiangalia table anaona tulipo. Njia pekee ya kutoka pale ni kuhakikisha tunagana kwenda kwenda mbele. Kwa hiyo ni watoe hofu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, baada ya kumaliza mchezo wa CRDB, ligi itakaporejea eh, Aprili, mechi yetu Uh, amini, michezo yetu mitatu ambayo inafuata mfululizo tutaicheza pale jijini Mwanza. Tunaamini kwa umoja wetu, kwa upendo, kwa mshikamano, ni michezo ambayo tutatakiwa kupambana tuweze kuishinda. kuhi, hatutatakiwa kuishinda kwa maneno kama anavyozungumza lakini, kwa wote kwa wamoja, naamini hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Wasiwe na hofu, lakini ni ukweli jitihada eh, commitment lazima zijitokeze jit, watu kila mmoja afanye ili kuhakikisha hayo kuyatimiza. kuna, kuna, kuna, kuna timu zinaamini kwamba kwenye ligi lazima uchague michezo ambayo naamini kwamba mimi nitashinda, mm. na kuna timu kabisa ambazo wameshawahi kuzitoa Simba Yanga, wakienda wanaenda kupambana tu mm. na nyinyi mmefanya hivyo au mmekosa machaguo ya, kuam, ya kuamini kwamba sisi, bwana, timu hizi tunaweza tukazimudu na tukapata matokeo? Sisi hatujawahi kufanya hivyo na hatuna hayo mawazo hata kidogo. Yaani sisi tunacheza na kila timu ambayo iko kwenye ligi, na ukija ukawa umekaa vibaya, sisi tukawa tuko vizuri, sisi tunakufunga kama unakumbuka vizuri. Uh, timu nafikiri labda ni Young Africans ndio wametufunga wame comfortable, lakini the rest uh, watu wamefanya kazi. Tumefunga goli moja kwa sifuri na Simba Sport, lakini pia utakumbuka, Azamu amekuja nyumbani, tuliweza kumfunga wao tukatoa sare. Kwa hiyo mi bado naamini ni swala la timu kujiandaa, sio swala la kuchagua michezo. Ukiwa una quality ya kutosha, technical staff iko vizuri, ifanya pre-season vizuri, labda ukateleza kwenye haya kwenye dirisha dogo ukaitumia vizuri, bado mi naamini mchezo wote wa ligi kuu na uwezo wa kushinda, ikiwa umejiandaa vizuri, na sio kusema mimi nachagua i, i Moses FC, na naishinda hii, siishindi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa kila mchezo kuhakikisha malengo yetu yanatimia.